gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo. Ikiwa ni Machi saba, siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zaopea kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za nyu michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi. Kwenye ukurasa wa mbele linaanza na habari kubwa inayosema shilingi bilioni za PBZ Stanbic kukuza maendeleo Zanzibar, lakini wadau walia na ukomo wa viti maalum o ni habari ukurasa wa sita wa gazeti la Mwananchi. Bado kuna habari kubwa unahabari ya jua ya Profesa Sarungi, waziri aliyevua cheo kutibu wagonjwa, daktari bingwa wa kwanza wa upasuaji wa mifupa nchini, acha alama zisizofutika, simulizi iliyomwokoa majeruhi kwenye treni. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwananchi, ya jua Profesa Sarungi alivua cheo kutibu wagonjwa lakini upatu unavyozidi kuwa janga nchini e, upatu unavyozidi kuwa janga nchini Dr mteko kuandika fursa za wanawake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari inayosema kiini makandarasi wageni kuchelewesha miradi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili wa gazeti lako la Mwananchi. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, e, sasa tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenye habari kubwa inayosema e, simba chawene na mabosi serikalini wenye matumizi mabaya ya madaraka. E, Simba cha wene na mabosi serikalini wenye matumizi mabaya ya madaraka. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Muhimbili sasa kufumuliwa upya ihame majengo ya kisasa kwa trilioni moja nukta mbili. Na Mwinyi awapa mbinu wanawake kukabili ukatili. Lakini habari kubwa asubuhi ya leo kwenye gazeti la Nipashe ni upekee wa Sarungi. Aliyesuka Muhimbili hauacha eh, kazi yake akaendelea. Hiyo habari inayoendelea kwenye ukurasa wa ndani kwenye gazeti la Nipashe. Lakini waziri awapa viwango duni ujenzi wa barabara za Dar. Waziri awaka viwango duni ujenzi wa barabara Dar es Salaam. Na ukata wa maji, waziri katibu mkuu watoa kauli kinzani kwenye uhaba wa maji. Waziri na katibu mkuu watoa kauli kinzani. Lakini tumefika wabunge mia moja sitini na nane tunaopigania sheria za kunyonga mafisadi. Huyo ni Mpina asema tumefika wabunge 168 tunaopigania sheria ya kunyonga mafisadi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa saba kwenye gazeti lako la Nipashe. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Nipashe, tuangazie sasa gazeti lako la Uhuru lenye inaanza na habari kubwa inayosema kasi Majaliwa asisitiza usawa wa kijinsia, kasi Majaliwa asisitiza usawa wa kijinsia. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini makamu wa raisi ashusha maagizo biashara ya carbon eh. Makamu wa rais ashusha maagizo biashara ya carbon, lakini asimulia kubwa uendeshaji wa biashara hiyo imetawaliwa na madalali ambao eh, utaratibu wa upatikanaji wao haupo wazi, ukurasa wa pili. Lakini wanane wapandikizwa ujauzito Muhimbili na CPA makala aikalia koni Chadema, eh, fursa zaidi kwa wanawake Zanzibar, inaendelea ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Uhuru nkeni gazeti la habari leo, lenyewe ni linaanza na habari kubwa inayosema padi wanawake fungeni kwa rizma mrudishe shepu. huyo e ni padi anasema wanawake fungeni kwa rizma mrudishe shepu. Lakini chanzo cha kifo cha sarungi chatajwa, maziko ya subiri watoto. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini mpango ataka magari ya umeme na gesi yamu ya vyombo vya ulinzi na usalama, agiza wazi utaratibu biashara ya kaboni. Zaidi ya magari elfu saba yafungwa mfumo wa gesi hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini bado kuna habari inayosema majaliwa asifu NMB kufuturisha yatima, lakini serikali kiwanda kitaibadilisha TCN. Lakini bado kuna habari ukurasa wa saba inasema Korea Kusini ya vuto wa mkakati nishati safi na familia nane kupandikiza mimba Muhimbili. E, wagonjwa wasamehewa bilioni 80 za tiba 105 wawekewa maputo. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo. Lakini kwa Zanzibar leo asubuhi ya leo linaanza na habari kubwa inayosema Dkt. Mwinyi, wanawake wanieni nafasi ya uongozi. E, wanawake wanieni nafasi ya uongozi. Mabadiliko ya tabia ya nchi tishio kiafya, huyo ni Dkt. Mpango. Lakini dereva taksi baroni tuhuma za mauaji ya abiria wake. E, dereva taksi baroni tuhuma za mauaji ya abiria wake na Dkt. Mwinyi awapa futari wa jana. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lakini bado kuna habari kubwa inayosema serikali yachukua eneo la ardhi lenye mzozo, serikali yachukua eneo la ardhi lenye mzozo. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo. Na kitu kichana gazeti la Zanzibar leo, tuangazie taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linaanza na habari inayosema serikali ya omba kusisitiza adhabu za viboko, kusitisha adhabu za viboko shuleni. Uh, serikali yaomba kusit kusitisha adhabu za viboko shuleni E, ni baada ya kesi kutokea mara kadhaa kwa walimu na wanafunzi e, sasa wadau waiomba serikali kusitisha adhabu hiyo. Lakini huduma ya gesi itamfikia kila Mtanzania. Huyo ni Dr. Biteko. Na bado kuna baraza inaosema Majaliwa e, avutiwa na NMB wanavyojiweka karibu na jamii. Lakini zaidi ya trilioni moja nukta mbili kurudisha hadhi ya hospitali ya, hospitali ya taifa ya Muhimbili. Hiyo ni bari ya jengo la taifa Tanzania lakini bado kuna habari kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya, ya leo lenye ina habari kubwa inayosema waziri mkuu aipongeza NMB kufuturisha wateja watoto yatima. Lakini Dkt. Biteko wa serikali itajenga mtandao mkubwa wa bomba ya gesi asema, lengo ni kurahisisha huduma kwa wananchi. Afanya mazungumzo na kampuni eh, rashal engineer iliyojenga bomba la gesi kisemvule Mbagala. Lakini aikaribisha kampuni ya CNOOC kushiriki eh, duru la tano la vitabu eh, vitalu vya mafuta na gesi asilia. Lakini Ndejembi asema Samia Lego AD kutatua migogoro ya ardhi. Lakini bado kuna habari kubwa inasema TANAPA yatoa wito kwa wanawake kujenga mazoea ya kutembelea vivutio na huko Arusha wavutiwa na bidhaa za nishati safi ya kupikia. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Wamachinga tuangazie kwenye dira ya Mtanzania lengi ni habari kubwa inayosema rais Samia ashiriki mkutano wa Sadeki Ogan, lakini serikali kujenga mtandao mkuu wa bomba la gesi na Ridhwani akabidhi hundi ya shilingi milioni 721 kwa vikundi maalum huko Chalinze na waziri mkuu aipongeza NMB kwa kufuturisha wateja na wa watoto yatima. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Dira, huku bado inaendelea na kusema system chama cha kikomunisti cha Cuba huendeleza ushirikiano na chama cha komunisti cha Cuba kuendeleza ushirikiano huku, kurasa nne kuna habari inasema, Mwinyi azindua mwongozo wa uwezeshaji wa majukwaa ya wanawake kiuchumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira, lakini Mwana Habari gazeti lako bora lenye asubuhi ya leo linaanza na Dedi Michuzi aongoza wanawake Meatu kutoa zawadi ya hospitali ya Busega, lakini Rea yaendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi na serikali kujenga mtandao mkubwa wa mabomba ya gesi hii ndio habari imeshika kasi kwenye vichwa vingi vya magazeti kwa asubuhi ya leo, lakini bado kuna habari inayosema rais e, Samia ashiriki mkutano wa asasi za siasa ulinzi na usalama sadiki kwa njia ya mtandao, na waziri mkuu afungua kongamano la wanawake kanda ya kusini. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa kwenye kurasa za mbele tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti la Mwanahabari lenye linaandika Fountain Gate yaondoka na alama tatu kwa KMC, lakini kesi za wasemaji Simba Yanga zapoozesha dabi. kesi za wasemaji Simba Yanga zapoozesha dabi. za Mtanda awakaribisha Tabora United, lakini Lipagila awapongeza wana michezo eh, wanawake Kilombero. Ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari kurasa wa michezo ni gazeti la dira kuna michezo na andika faru kuja na mipango mipya machi nane. Dube chaguo la kwanza Kaiser Chief. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula dira. Lakini huku Fountain Gate ya ichapa KMC goli moja goli mbili kwa moja. Na gazeti la kula wa machinga kuna michezo na linyetu kiliangazia asubuhi ya leo ikangalombo atabiriwa kusumbua Dabi. E, ikangalombo kutabiriwa kusumbua Dabi na KMC yaichapwa na Fountain Gate goli mbili e, kwa moja. Lakini Kasonga azidi kung'ara Mexico. Kipa Singida Big Stars aitwa timu ya taifa Nigeria lakini fado sababu zimekubali Machi nane. Huyo ni fado alisema hesabu zimekubali Machi nane. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula mwa machinga ukurasa wa michezo. Huko gazeti ya taifa Tanzania, nani alivujisha taarifa za kufungiwa Ally Kamwe? E, ilo ni gazeti la taifa Tanzania, nani alivujisha taarifa za kufungiwa Ally Kamwe lakini ateba mukwala nani aanze machi nane. Huko Profesa Jay aomba kukutana na rais Samia. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa michezo. Na gazeti lako la Nipashe linaandika rekodi ya ibeba Yanga machi Maxi, azizi ki nyota hatari katika dabi zote zilizochezwa, lakini fadru aiandalia Yanga surprise. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo. Kwenye gazeti la Zanzibar leo asubuhi ya leo ni timu ya taifa ya wanawake under 17 Dimbani Machi tisa. Lakini sare mfululizo za wachosha Ken Gold. Majeruhi Simba eh, kuibukia kwenye dabi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo. Lakini gazeti la kula habari leo linaandika bodi ya kamilisha maandalizi ya Yanga na Simba huku Yanga Princess bingwa kombe la Samia. Eh, Yanga Princess eh, bingwa kombe la Samia. Lakini bado kuna habari inayosema eh, Buriani Profesa Sarungi, Simba wadau wa mlilia Jangala ahimiza ubunifu wa sanaa e, ni ulimwengu wa uigizaji. Huyo ni Jangala ahimiza ubunifu wa sanaa. Lakini gazeti la Uhuru linaandika mastaa wa kuchungwa dabi e, Simba Yanga e, au ndio wa mastaa wakubwa wa kuchungwa kwenye dabi ya Simba na Yanga. Waziri Kabudi au futa uongozi wa TPBRC. Lakini Yanga Princess bingwa Samia kapu inapatikana kwenye gazeti la Uhuru eh, kwenye kurasa za michezo. Eh, lakini kwenye gazeti lako la Mwana Sporti, eh, gazeti la michezo na burudani linaandika daktari aichungulia dabi pakome mpanzu wa onywa, eh, daktari aichungulia dabi pakome mpanzu wa onywa awapa neno walio katika mfungo agusia pia afya ya akili lakini dabi hii utamu upo kati katba, kwenye gazeti lako la Mwana Sporti kwenye kurasa eh, za michezo na gazeti lako la na Mwanaspoti ndiyo anafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.